Nirudi kwenye mchezo wa ngumi. Mimi ninapotokea starehe yetu kubwa ni mchezo wa ngumi. Mimi vijana wangu wa pale kwenye kata ya Kiloka niliwapelekea gloves nini, nikijua ngumi sasa hivi ni biashara. Ametoka muungwana mmoja huko alipotoka, amekwenda kuishtaki Azam, baada yake leo hii ngumi hazichezwi Hakuna ngumi. Ametoka tu kijana mmoja anatokea Tanga, anaitwa Mafia, ameandaa vijana wake, wanaenda kimungumungu ili wafike. Leo hii hakuna mchezo wa ngumi. Kwenye hili Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri, naondoka na shilingi yako kama haujaja na utaratibu wa wa kutuambia sisi vijana wetu wanaocheza ngumi wana hani, hatima yao iko wapi? Le, una, wewe mheshimiwa rais amekugogea kitengo cha habari, una TBC one of the biggest media kwetu sisi Tanzania, weka nguvu pale basi, au utuambie huyu muungwana ambaye leo hii ameweza kuzuia michezo ya ngumi isicheze. Mimi na mpiganaji wangu bora pale Morogoro, toa kiduku, ana struggle leo hii. Azam amefunga milango hasa, jiulize wale vijana wanakwenda wapi? Mta kuongeza wakabaji mtaani eh? Kwa nini tunashindwa kuwasaidia hawa watu, na hii ni jukumu la nani kama sio wizara? Mheshimiwa mwenyekiti, leo nitakuwa kipaumbele kwa kushika shilingi kama mheshimiwa waziri au ndugu yangu mwana Mwana FA ujaja, na kauli, lini hatima ya wacheza ngumi nchini tutaiona? Tusimwachie Mafia peke yake, hatoweza tutamuumiza yule. Baada ya kuyasema haya, Mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa waziri hapa amezungumza kuhusu mfuko wa sanaa, mfuko wa wasanii. Namuona pale mwanangu Barnaba, hongera baba. Mfuko wa sanaa, mfuko huu, mheshimiwa rais ameleta pesa kwa wasanii hawa, lakini nyinyi mmeibadilisha hii pesa, mmeipeleka benki, inadaiwa benki. Kwa hiyo sisi tukienda kukopa, mkopo una sura ya kibenki yale maono ya mheshimiwa rais sio tena. Hayo maono haya ni ya kono. Nyinyi rudisheni maono ya mheshimiwa rais. Mheshimiwa rais anataka wasanii wafaidike, nyinyi mmetoa hizo hela mmezirudisha benki, wasanii wakaenda kukopa, mpaka wana nyumba wana nyumba wale. Mmewapa nyumba tangu lini? Hamna msanii mwenye nyumba hapa. Asante mheshimiwa Tale. Tale, tafadhali. Asante sana mheshimiwa kiti, naunga mkono.